Nataka niangalie kwa kiwango cha Simba mm, una mhukumu coach. Ukiangalia matokeo kuna muda hususani sio matokeo mazuri ya kufungwa katika michezo miwili, lakini kwa aina ya uchezaji wa timu mm, una kwenda kumjudge mwalimu kwamba mwalimu ndio chanzo. Kwangu mimi, nafikiri kuna issue ambayo Simba anatakiwa kuisolve kabla ya kudondokea kwa mwalimu yaani, kwa meneja tumwite meneja, wanamwita meneja mkuu Pantev. Nafikiri huku uh, ambako Simba anaenda kudondokea, kwa maana ya kumfuta kazi Pantev, inaweza ikawa ni uh, sababu nyingine ambayo inaweza ikawa haitibu shida ya Simba kwenye kile ambacho anatakiwa kukiachivu kwa maana ya kufanikiwa kwao kwa nini? Kwa sababu uh, ukiangalia kwenye kile ambacho Simba anakipitia sasa hivi uh, moja kati ya vitu ambavyo nafikiri Simba walipata wa mshtuko mkubwa ni kuondoka kwanza kwa uh, Fadlu kipindi kile. Baada ya kuondoka ni kama uteuzi wa Pantev pia ulikuwa unatakiwa kuwa na uwajibikaji wa ndani ya klabu ya Simba. Yani Simba kumwajili Dimitar Pantev uh, afu baadaye unakuja kusema huyu sio kocha mkuu, ni meneja mkuu wa klabu Lili ilikuwa ni moja kati ya kosa ambalo simba lilifanya, ilo anatakiwa kulikubali kwamba haikuwa sawasawa kuweza kumtambulisha uh, Pantev, kama meneja mkuu wa kikosi wakati ambao najua kuna baadhi ya vigezo ajevikizi kwenye kuwa kocha mkuu wa klabu ya simba. Lakini ukiangalia kwa upande wa simba, inawezekana uh, Pantev, pia mwenyewe alikuwa na sagu kwenye baadhi ya maeneo, kwa mfano ukiangalia kwenye hizi mechi Simba ambazo amecheza, Pantev ameongoza Simba kwenye mechi tano mm, mechi nne za ligi ya mabingwa na mechi moja ya ligi kuu uh, amekaa Simba almost siku hamsini na tisa baada ya kutambulishwa, kwa sababu leo angefikisha leo mm, ingekuwa ni siku ya sitini anafanya kazi Simba, lakini kwa sababu ilikuwa ni jana, maana siku moja una minus hapo, ni siku hamsini mm, na tisa kwenye mm, siku hizi hamsini na tisa ambazo Pantev amekaa kwenye klabu ya Simba ndio wakati ambao amecheza hizo mechi na alikuwa anaona jinsi ambavyo timu ilikuwa na display. Kwangu mimi haikuwa display mbaya ya Simba kwa jinsi ambavyo ilikuwa anacheza. Kifupi ni miezi miwili, miezi miwili. Kwa nini haikuwa display mbaya? Kwa sababu kuna nyakati ambazo kuna ona Simba flow yake inavyoenda, unasema hii ni flow ambayo ni timu ambayo mwalimu kuna kitu ambacho anakitamani. Mimi concern ambayo nilikuwa naiona kwa Pantev ni kwamba kadiri ya muda ulikuwa unazidi kwenda, kwenye kila mechi alikuwa anajaribu kuintroduce kitu kipya ndani ya mechi. Yaani wakati mechi inachezwa, hmm, unaona introduction ya kitu kipya ambacho mwalimu anakifanya. Kwa mfano, unaikumbuka mechi ya Simba dhidi ya JKT hmm, ile ambayo Simba alikuwa ugenini pale Meja General, yeah, Samuel. Hmm. Ilikuwa ni mechi ambayo kiangalia mpangilio wa wachezaji kiwanjani, kwa maana ile formation ya kiuchezaji ilikuwa tofauti na ile ambayo alitumia kwenye mechi dhidi ya Singizini zile mechi mbili. Hmm. Uh, Ukiacha hivyo, utofauti wa mechi ya Singizini na mechi ya JKT, nenda kwenye mechi ambayo Simba alicheza dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Ilikuwa ni mechi ambayo Simba pia aliingia na mpangilio mwingine tofauti wa kiuchezaji, ndio ile mechi ambayo aliingia bila kuwa na mshambuliaji kinara. mm. kwenye kila mechi nikienda kwenye training session na try kitu hichi, nikienda kwenye mechi baada ya kijakomaa kwenye ukomavu wake na bado nashindwa kudeliva kile ambacho nahitaji kukipata. Kwa mimi wangu nafikiri kwa uh, Dimitar Pantev, matokeo ambayo ameyapata inaweza ikawa uh, ni sababu kwa sababu ni klabu ya Simba kwamba tumepoteza hizo mechi mbili. Tulisale mechi moja nyumbani, tulishinda mechi moja ya ugenini kwenye mechi za kimataifa. Inawezekana ikawa sio picha nzuri kuelekea kwenye mechi zinazofuata zinazofuata, ingawaje mm, pia hata kwa upande wa Young Africans Siadramovich alianza kama Dimitar Pantev, na kwenye zile mechi za mwanzo yes, alifungwa na Al Hilal hapa bao mbili kwa sifuri akaenda ugenini akafungwa na uh, MC Alger kichapo cha mabao mawili kwa sifuri. Hapo alivyorudi alivyorudi tena akaja kucheza mechi na Mazembe ugenini, ndo akapata sare, alafu akaja akashinda na Mazembe, alafu akaenda kushinda dhidi ya Al Hilal ugenini. Sasa hiyo ni inatokana pia na shinikizo au pressure ambayo inatoka inatoka nje. Simba kupo na shinikizo Simba kumfuta, yani ma, mashabiki kuamini kwamba kocha hafai. Umeona Simba kinachotokea kwa Simba, hapajatulia Simba, hakuna utulivu.